Lakini leo tumeona ni siku nzuri ya kutembelea hapa mnadani, na sababu ya kuja hapa mnadani ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kuona shughuli za mnada, na jambo la pili ni kuwadhibitishia wananchi kwamba shughuli zote za kiuchumi na za kijamii zimeendelea vizuri, na kwa hiyo wananchi wasiwe na wasiwasi wala mashaka yoyote. Wenzetu wa mnada wanaendelea na shughuli zao, na mmesikia kwamba ng'ombe wengine wametoka kutoka Mara na wengine wamenunuliwa, wanapelekwa Mara, na wengine wanapelekwa sehemu mbalimbali za mkoa. yeye mwenyewe ameshuhudia magari hapa yakifanya shughuli, na kwa hiyo sana sana, lazima tuipongeze serikali yetu kwa kazi nzuri ya kuhakikisha kwamba usalama wetu umeendelea vizuri, lakini wapongeze sana sana wananchi wa mkoa wa Simiyu kwa sababu wametambua jua umuhimu wa amani, na sasa hivi mkoa wetu uko shwari na shughuli za maendeleo zinaendelea bila tatizo. Kwa upande wa wafugaji mambo yameenda vizuri, lakini naamini katika shughuli zingine za kilimo nazo, kesho nimewaalika tena, tutakwenda kule Busega kwenda kutembelea shughuli za kilimo ili tujiridhishe kwamba wananchi wanaendelea vyema na shughuli za kilimo. Masuala ya, ya, ya, ya kufurahi katika jamii mmeona. Tunaona watu wako huko wanakula nyama, wanakunywa bia na kadhalika. Hii ni kuhakikisha kwamba wako katika hali ya usalama. Mimi nilipoingia pale kwenye meza moja na hii fimbo kila mmoja alisimama akaniambia, bwana weka fimbo chini. Mimi kwa kweli naomba na radhi sana kwa sababu sikujua kwamba sikuruhusiwa kufika pale. Hii fimbo nimenunua hapa kama ukumbusho. Lakini wananchi wanajihami hawataki vurugu na, na hawataki eh, kuhakikisha kwamba wanapata nashushu yote ya shughuli zao. Hii ni jambo la kushukuru. Lakini lingine nichukue nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wetu wa halmashauri. Kama walivyosema mfumo wa kodi pale ni wa kielektroniki, na wamesema mwanzoni mwa Januari wakati wakitumia analogia katika kukusanya makusanyo walikuwa wanakusanya shilingi milioni nne mpaka milioni nne milioni nne na nusu kwa, kwa mnada, lakini leo hii wametuhakikishia kwamba wanapata si pungufu ya shilingi milioni kumi na nane na kuendelea kwa sababu ya udhibiti mzuri wa hili eneo la mnada. Lakini zaidi nawashukuru sana mkuu wa wilaya pamoja na mkurugenzi kwa sababu wamenihakikishia kwamba mnada huu utakuja kufanywa kwa kisasa, ili maeneo ya burudani kama haya ya wananchi kujipatia chakula, kupata vinywaji na kadhalika yaendelee kuwa mazuri na ya kuboreshwa zaidi na mimi ningependa sana kuona kwamba eneo hili linaboreshwa ili ni sehemu ya wananchi kufurahi, lakini liendelee kuwa ni sehemu ambayo itaweza kuipatia halmashauri mapato na watu waendelee kuishi na kufurahia nchi yao. Mimi nashukuru sana kwa hii ziara ya leo, asanteni sana. Nyama ziko za kutosha na huduma zingine zote zinaenda bila wasiwasi wasi. Asanteni sana.